Ni kwenye shughuli ya upanzi wa miti katika shule mbalimbali kaunti ya Machakos, wakati ambao washikadau mbalimbali wamejitokeza katika shule ya upili ya Kitanga eneo la Mua kaunti ya Machakos. Hafla hiyo na iliongozwa na shirika la misitu nchini KFS na machifu kutoka eneo hilo walifanikiwa kupanda miti zaidi ya elfu moja. Leo tulikuwa na upandaji wa miti katika Kitanga Secondary School miti inalete mvua na inalete hewa nzuri katika maisha yetu. Wenye wapandi miti, tunawahimiza ya kwamba wapande miti ili tupate mvua kwa wingi, maana bila miti kuacha inji iwe njangwa inalete maafa, lakini tukipanda miti tunazuia maarifu ya inji. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Kitanga Adeline Ouko akishukuru shirika la KFS kwa kuwapa miche ya miti ili kufanikisha upanzi huo. Adelaide Ouko the acting principal at Kitanga Secondary School. Yeah, as we all know today is climate action day. And so we have decided as a school to plant trees. We want to thank the Ministry of Forestry who have provided trees for us. We also want to thank the area chief who came along with them. Wazee wa kijiji eneo la Kitanga wakilalamikia uhaba wa maji ambao umepelekea miti mingi kukosa kunawiri na kuitaka serikali angalau kuwajengea kisima. Moto ile tunapitia hapa sana, tukipanda miti ni mambo ya maji. Kwa hivyo ni mimi naimiza serikali, tukipata borehole pande hii tunaweza hata kupanda miti elfu kumi na tuwe tunamwakilia maji na ile miti tumepanda inaendelea mzuri. Kufikia sasa, tangu mpango huo wa upanzi wa miti kuanzishwa na Wizara ya Usalama eneo la kitanga limeweza kupandwa miti zaidi ya elfu arobaini. It is an initiative that our president of Kenya um, Dr. William Samoe Ruto mm. has, uh, um, has advised us that we plant trees uh, up to I think 2032 we should have planted uh, how many billions 15 billion yeah. trees. And so we want to be part of the journey. That Ooh. is why today we decided, including the ones I am with here are community members yeah. We decided that we want to plant these trees eh, to make sure that our country becomes green throughout oh, yeah. Tuone ile miti tumepanda iko sawa. Na mimi na imisa assistant chief hata hiyo mwaka ingine inakuja tulete miti elfu tano katika hii eneo ndio tuone eneo letu ya Kitanga sub location inaendelea na kukua sana sana na kupanda, na upandaji wa miti. Sebastian Maria, Undugu TV.